No ma, no ma, no ma sana. Ebana, sasa mmoja kati ya wasanii ambao pia wana, wana, wanafanya poa na watu wengi pia wanaweza kuwategea masikio zaidi ni msanii Marioo. Lakini kuna jicho ambalo kuna baadhi ya mashabiki pia wameweza kuliona kwa mbali kwamba ni moja kati ya wasanii ambao pia wanatakiwa kuchukuliwa ni wasanii wa kimataifa zaidi. Lakini kuna baadhi ya watu kama wanawachukulia poa. Sasa kuna waraka hapa moja kati ya shabiki ambaye pia aliweza kuandika kuhusiana na msanii Marioo na kusomea hapa kama alivyokuwa ameandika shabiki huyo. Aliandika kwamba mekuwa anapitia baadhi ya vitu kwa Marioo lakini pia ni, nikapata majibu. Marioo anapaswa kupewa heshima yake japo haambiwi au ha, haimbwi sana kwenye midomo ya watu sio watu tu wala tambo kiufupi. Lakini pia tukiangalia namna ambavyo Mario amesimama kwenye muziki bila msaada wa lebo na kuzingatia ametoka kipindi ambacho kuna ushindani mkubwa kwenye muziki, basi huyu mwamba apewe heshima yake. Mario ametoboa bila kuwa na beef na upande mmoja, kwamba tuseme amepata huruma ya mashabiki wa upande lakini, ye, wa pili, lakini yeye ametoboa huku akiwa na ukaribu na wasanii wote ambao hawaamiliki eh, hawa lakini pia hawashikiki chungu kimoja sasa sasa, wasanii wengi ukiwatoa Alikiba, ukimtoa Diamond, Platnumz, Chibu D, Chibu D, kwenye top 5 yako ambayo pia wanaweza kutoa chini wa mvuli, lakini pia tayari walikuwa na ni matajiri au ni watu wameshakuwa wameshachukua na mataji makubwa kwenye swala zima la muziki. Marioo TZ pia yeye kuweza kujipambania mwenyewe mpaka kufikia pale ambapo yupo sasa. Hizi rekodi chache za Marioo, mwezi Aprili YouTube amekuwa msanii wa pili ambaye ametazamwa zaidi, nimeona Spotify amekuwa msanii wa nne mwenye streams nyingi zaidi. Audiomack walipata mataji makubwa, lakini pia kufikisha streams milioni mia moja huko Boomplay, ndio usiseme kabisa amekuwa akiwika sana. Sasa ukija kwenye list au kwenye hit song kwa miaka mitatu mfululizo Marioo amekuwa akiachia hit song. Mafanikio yake pia kwenye muziki yanabebwa na muziki tu, lakini si kiki na za mitandao ambapo watu wengi wamekuwa wamezoea hivyo. Hii ni tofauti na wasanii wengine ambao wamekuwa na drama nyingi kuliko hata utendaji wao wa kazi. I'm sure kama Marioo pia ataanza kuwekewa nguvu zaidi au nguvu kubwa zaidi kimataifa, basi tutakuwa na mwakilishi mwingine mzuri sana kimataifa. Huku kimataifa bado kidogo tu, naamini alikuwa anaweza kwanza huyo ni moja kati ya walaka ambao pia washabiki aliweza kufunguka kuhusiana na kipaji alichokuwa nacho Mario. A, anasikilizwa sana lakini pia watu hawamchukuli sana kwenye, eh, anga za kimataifa zaidi kutokana na nyimbo zake ambazo anakuwa anafanya. Anafanya hit song nyingi sana za kutosha, lakini pia amekuwa ni msanii ambaye ameweza kutoboa katikati ya msitu wa wasanii ambao pia wamekuwa na mabifu, nikimaanisha Alikiba, Platinum wako kwenye masuala mazima kina Harmonize na watu wengine kuchukuliwa. Mimi kama Zeldadi ninasema pia kweli aweze kuchukuliwa na kuweza kufikishwa mbali zaidi kwenye kimataifa zaidi watu wengi wa muimbe. Hii ni Sawa Sawa Digital. Endelea kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kusubscribe channel yetu na kuini pia eh, kuweka comments, share, likes ziwe nyingi zaidi. Tunakwambia Sawa Sawa Digital. Habari kiganjani mwako.